Ni hmm. Vema ubainishe anayegombana ni nani na nani, yaani upande huu na upande huu, lakini wewe ulienda mbali ukasema upande wa mwekezaji na upande wa, wa wanachama. Sasa mwanachama yupi? Mimi na mwenyekiti huwa tunaongea mara nyingi, tunazungumza, tunakaa vikao, hata jana oko likawa pamoja. Labda kama Mohamed Dewji ndio unayemaanisha, mimi nimeongea naye mara mwisho jana saa nane na siko naongea mambo mengine tu ayo fame na mpira. Wachezaji unasema wanaweza wakaambiwa hivi? Mchezaji profession anayelipwa mshahara, ametoka kwao kuja hapa kwa ajili ya kucheza mpira, unaweza kwa mwinfluence ukamwambia wewe cheza chini ya kiwango? simu sasa, haya ni mambo ambayo yanazalishwa na, ya na ninyi waandishi. Bahati nzuri hamtumii muda wenu kuassess vitu. Mtu anasema siku hizi kuna vikivika ndivi kucheza mpira <laughs> Eh, ulisemaje wale wanafua, <laughs> <laughs> pale, kule, watu wanakuwa wanaangaliwa kabisa na ndiyo maana wanaojua kule vichochoroni, ukienda genda adakaivo pale kwenye upande wa pili kule unakuta watu wamekaa wanamulikana na tochi kabisa, ili waojiani. Haya sio sawa. Kuna mmoja wao ulitaka kulisema lakini umeliacha na <laughs> <laughs> na mtu anasema siri zinatoka sisi tunacheza mpira Simba Sports Club. Kwa sasa mchezo wetu namba moja ni mpira kama wao wana michezo ya siri waendelee na mchezo wao wa siri si asifa jambo la siri. Siri gani inayotoka? Timu inafanya mipango yake, tukiwa na taarifa zinazojulikana kwa umma zinatolewa. Sasa ambaye anasema una siri zinatoka zinaenda, sisi hakuna mchezo wa siri, si mchezo wa mpira. Nadhani nitakuongezea <laughs>